Unajua nini kinachoumiza zaidi wajasiriamali? Ni pale unapokuwa na wazo kali la biashara, una motisha ya kufanya kazi usiku na mchana, lakini unajikuta huna hata mtaji wa kutosha kununua bidhaa. Watu wanaokuzunguka hawakuamini, benki haitaki hata kukusikiliza, na kila unayemwambia nina wazo zuri la biashara, anakutazama kama unazungumza ndoto zisizo na mwisho. Lakini swali ni hili. Je, yeah, mtu anaweza kuanzisha biashara kwa mtaji mdogo kweli na akaweza kuifikisha mbali? Leo nataka ni kuonyesha ukweli usiosemwa kuhusu kuanza biashara bila kuwa na mtaji mkubwa. Changamoto, maumivu na pia matumaini ya kweli. Usikose hata sekunde moja ya video hii kwa sababu huenda ikabadilisha namna unavyoona biashara. Watu wengi wanaamini kuwa ili kuanza biashara unahitaji pesa nyingi sana, lakini ukweli ni kwamba biashara nyingi ndogo ambazo leo hii ni kubwa zilianza kwa mitaji midogo sana. Tatizo ni kwamba watu husema anza na kidogo ulicho nacho, lakini hawakuambii yale magumu unayokutana nayo baada ya kuanza na hicho kidogo. Huu ndio ukweli, mtaji mdogo unakuweka kwenye mazingira magumu sana. Unatakiwa kufanya kila kitu we mwenyewe, kupata bidhaa kwa bei ya rejareja, kukosa nguvu ya kuajiri mtu wa kukusaidia, na zaidi ya yote unakosa nafasi ya kukosea kwa sababu ukikosea tu mara moja mtaji wako wote unakwisha. Wajasiriamali wengi huanza biashara zao bila hata kuwa na nafasi nzuri ya kuuza bidhaa, bila masoko na bila maarifa ya biashara, lakini kwa sababu ya shinikizo la maisha wanajikaza tu, na hapa ndipo changamoto zinapoanza kuwakumba. Kuna changamoto nyingi ambazo mtu hukumbana nazo anapoanza biashara na mtaji mdogo, na hapa nataka kuzifafanua ili ujitayarishe kisaikolojia na kivitendo. Changamoto ya kwanza, kukosa msaada kifedha na kiakili. Wakati unaanza na mtaji mdogo, unakuwa peke yako. Marafiki na familia hawakuamini bado. Hata ukisema unauza kitu, wengi watakudharau na kukwambia endelea kutafuta kazi. Wengi watakuangalia kama unafanya mambo ya kupoteza muda tu. Na kwa kuwa huna pesa ya kulipia mshauri wa biashara au mtu wa kukuongoza, kila kosa unalifanya mwenyewe na unalilipia kwa gharama. Changamoto ya pili ni kukosa kuaminika sokoni. Wateja wengi wanapenda kufanya biashara na watu ambao tayari wana jina na uzoefu. Ukiwa mpya sokoni unakutana na mashaka: huyu anaweza kweli? Bidhaa zake ni nzuri? Ananijali au anataka hela yangu tu? Ni ngumu sana kupata wateja wa kwanza, na ndio maana wengi huanza biashara halafu wiki moja baadaye wanaacha kwa sababu hakuna mtu anayenunua. Changamoto ya tatu ni kufanya kila kitu mwenyewe. Unapoanza na mtaji mdogo, huna pesa ya kuajiri msaidizi, hivyo wewe ni kila kitu: unatengeneza bidhaa, unauza, unatangaza, unaleta mizigo, unahesabu mapato na matumizi. Inachosha sana kiakili na kimwili. Hii hufanya baadhi ya watu washindwe kuendelea. Changamoto ya nne, kukata tamaa mapema, kwa sababu matokeo hayaji haraka. Wengi huacha biashara mapema mno, wanapokuwa wamepata hasara kidogo au hawajapata mteja kwa siku mbili mfululizo, wanaamua kuacha kwa kuona biashara haiwezekani. Hawajui kwamba kila biashara ina kipindi kigumu cha mwanzo na uvumilivu ndio mtaji mkubwa zaidi. Changamoto ya tano ni ushindani mkubwa kutoka kwa waliotangulia. Wewe unauza sabuni elfu moja, jirani yako anauza sabuni hiyo hiyo kwa elfu nane kwa jumla. Ana duka, ana wateja wa kudumu, ana ofa. Wewe bado unahangaika kuwashawishi watu kwa WhatsApp. Hii inavunja moyo, kwa wajasiriamali wengi wanahisi hawawezi kushindana, kumbe hawajui kuwa kila biashara ina nafasi yake, ila njia unayotumia ndio huamua matokeo. sasa licha ya changamoto zote hizo kuna njia ambazo unaweza kutumia kupambana na hali hiyo, ili kujijenga hatua kwa hatua. Kwanza, jifunze kila siku, tumia YouTube, Facebook, Instagram, makongamano ya bure na hata kushirikiana na wajasiriamali wengine. Maarifa ni mtaji. Ukiwa na ujuzi wa kuongea na wateja, kupanga bei na kutangaza bidhaa zako, hata kama una mtaji mdogo, utaanza kuona mwanga. Pili, anza na biashara zinazohitaji mtaji mdogo lakini soko lake ni kubwa. Kwa mfano, kuuza chakula, maandazi, vitumbua, chipsi na hata samaki, bidhaa za usafi, sabuni, mafuta ya kupaka, au huduma kama saluni ya mtaani, kutengeneza hereni za mikono na kadhalika. Usione haya kuanza na kitu kidogo, watu wengi wakubwa walianzia hapo. Tatu, jenga uaminifu kwa kila mteja, hata kama ni mmoja tu. Toa huduma bora, jali muda wa wateja, toa taarifa sahihi na jibu simu zao. Wateja wa mwanzo wakikupenda, wao ndio watakuwa mabalozi wako. Nne, andika kila mapato na matumizi. Hii itakusaidia kujua kama biashara yako inakuwa au inadorora. Watu wengi huona hela inaingia, lakini hawajui inatoka wapi na inaishia wapi. bila takwimu sahihi Hutaweza kukuza biashara. Na kama kuna kitu nataka uondoke nacho leo hii ni hiki. Mtaji mdogo sio sababu ya kukata tamaa. Lakini pia sio jambo la kulichukulia kirahisi. Unahitaji kuwa na moyo wa chuma, uvumilivu wa hali ya juu na akili ya kupanga kila hatua kwa umakini. Kama unajua mtu ambaye yuko kwenye hatua ya kuanzisha biashara, tafadhali mtumie video hii. Na kama umewahi kupitia changamoto kama hizi, andika hapo chini kwenye comments. Tujifunze wote kupitia uzoefu wako. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii ili wafikie wajasiriamali wengine wanaohitaji moyo na maarifa kama haya. Asante sana kwa kutazama. Mpaka wakati mwingine, endelea kujenga ndoto zako kidogo kidogo kwa uthubutu mkubwa.